Kwa kile ambacho aliweza kukifanya Wema Sepetu imekuja kuwa kama kesi nyingine nzito, kwa sababu watu hawakutarajia kwa kile ambacho alikifanya hivi siku za karibuni. Wema Sepetu ameonekana akiwa club akiwa na gig money, alafu kwenye mavazi aliyokuwa amevaa kidogo, watu walijiuliza maswali mengi sana, imekuwaje Wema Sepetu anavaa kama hivi? Wengine wakasema kwamba kwa sababu ameachana na wazo, na ikumbuke kwamba siku ile ile kupitia akaunti yake ya Instagram aliweza kuposti pia kwamba anashukuru sana Mungu kwa kuweza kutoa mzigo mzito ambao nilikuwa nao, alafu alishukuru sana kwa maana kwamba penzi lao yeye pamoja na wozu lilivunjika kwa muda. Na baada ya hapo siku ya juzi Juma Lokole aliweza kusababisha hadi wao wakaweza kurudiana, lakini usiku ule ambao penzi lao liliweza kuvunjika basi alionekana Gigimane pamoja na Dedetu Wema Sepetu akiwa club, alafungu alizokuwa amevaa kidogo watu walimpandia juu sana Wema kwa sababu sio kawaida Wema, Wema, Wema ni mtu fulani ambaye anajiheshimu sana, na kuvaa mavazi kama vile kidogo inakuwa haileti tafsiri nzuri. Watu walimrukia juu kwa kile ambacho kinaendelea sasa. Mara baada ya kuweza kuvaa vile, na yeye alidai kwamba ni mavazi ya kawaida tu, lakini watu wanatafsiri tofauti. Bodi ya filamu Tanzania imeamua kumuita Wema kuweza kuzungumza naye kwa kile ambacho kiliweza kutokea, kwa sababu hizo taarifa zimetokea leo rasmi kupitia konti yao ya Instagram ya Tanzania Film Board kuweza kuzungumza kwa kile ambacho Wema Sepetu alikifanya. Ni kipi ambacho Tanzania Film Board bodi ya filamu Tanzania imeweza kuzungumza na Wema Sepetu. karibu ni kujuzi, lakini kama ni mara yako ya kwanza kutazama channel yetu, basi bonyeza neno subscribe, ili mradi wewe familia na sisi tutakuletea taarifa zote ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, ni follow pale Instagram natumia dulkana_ug. karibu ni kujuzi kwa kile kilichoendelea rasmi siku ya masaa kadhaa amepita, naweza kusema pia siku ya leo ama jana usiku kupitia akaunti ya Instagram ya Body Film Tanzania, Tanzania Film Body, Bodi ya Filamu Tanzania imeweza kuposti taarifa ambayo inamwita moja kwa moja dada yetu Wema Sepetu ili mradi aweze kuitikia wito ambao anahitajika aweze kufika hapo, na hii ni mara baada ya Wema Sepetu kuonekana kwamba amevaa mavazi ambayo si mazuri, mavazi ambayo yanakiuka maadili ya Kitanzania. Swali linakuja, wakati ule amevaa yale mavazi, yeye alivaa mavazi ya rangi ya blue, lakini Gigmani alivaa mavazi yenye rangi nyekundu, na wote walikuwa kwenye club moja, na wote walicheza pamoja, na wote walienjoy pamoja huko, wengine wakisema ni miongoni mwa njia kupunguza stress, kwa sababu siku ile aliweza kuachana na mpenzi wake ambaye ni mwozu. Lakini siku ya jana pia Diana ili mradi uweze kuishi pamoja na inasikika kwamba Wema Sepetu tayari ana ujauzito. Sasa swali linakuja ujauzito ni wa nani? Tuachane na hizo story, nitakuja kukupa story hizo wakati mwingine. Ngoja kwanza sasa hivi tukizungumzia kuhusiana na hili la bodi ya filamu Tanzania mara baada ya kuweza kumuita dede tu Wema Sepetu. Mashabiki wa Wema Sepetu walishangaa sana kwa kile ambacho kiliweza kutokea kwa sababu Wema si mtu wa kuvaa kama vile alivyoweza kuvaa, lakini gigimani yeye, watu, ah, washamzoea ni kawaida kuvaa vile ambavyo ameweza kuvaa. Sasa swali linakuja, hii imekaje? Kitaalam zaidi na bodi ya filamu Tanzania, kwa nini wamwita Wema, huku mashabiki zake ukisema, Wema si ameshaacha kuigiza, inakuwaje? inaitwa bodi ya filamu Tanzania, kwa nini asiitwe sehemu nyingine ya maadili? anaitwa huko kwa bado anaendelea kuigiza ama imekaje? Baadaye kusomea taarifa ambayo iliweza kupostiwa kupitia akaunti ya Instagram ya bodi ya filamu Tanzania, alafu nitakuja kwenye comment section hapo nikusomea kwa kile ambacho mashabiki pamoja na watu wote wa Tanzania wamepokeaje hili tangazo la kuitwa kwa Wema Sepetu kwenye bodi ya filamu Tanzania hali ya kuwa yeye haigizi kwa sasa. Taarifa ilianza kwa kuandikwa, wizara ya habari, tamaduni, sanaa na michezo Bodi ya filamu Tanzania, tarehe 19 mwezi wa tano mwaka 2025. Wito wanatasnia, Wema Abraham Sepetu unatakiwa kufika ofisi za bodi ya filamu Tanzania. Bodi ya filamu ni chombo kilichoundwa kisheria kutengeneza na kulinda taswira ya taifa letu pamoja na kuendeleza sekta ya filamu nchini. Katika kutimiza majukumu hayo, haiwezi kuacha kusimamia masuala ya nidhamu na maadili kwa wanatasnia wetu. Bodi imesikitishwa na picha jongevu zisizokuwa na maadili zilizorushwa kwenye mitandao ya kijamii zikimuonesha mwanatasnia Wema Sepetu akiwa katika mavazi yasiyo na staha. Hivyo bodi inamtaka mwanatasnia husika Wema kufika bila kukosa katika ofisi za bodi ya filamu zilizopo Kivukoni, Dar es Salaam siku ya Alhamis tarehe 22 Mei mwaka 2025 saa 4 asubuhi. Kwa ajili ya mahojiano. Bodi ya filamu Tanzania inaendelea kuwasihi wanatasnia wa filamu kuendelea kulinda maadili ya nchi yetu katika kazi zao za kitasnia pamoja na mienendo yao ya kijamii. Ikaonyeshwa signature pale Daktari Gervas Kasiga, kaimu katibu mtendaji wa bodi ya filamu Tanzania. Taarifa ikawa imeshia hivyo ikiwa inamtaka Wema Sepetu kuweza kuripoti makao makuu ya bodi ya filamu Tanzania tarehe 22 Mei mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa maojiano zaidi, na taarifa imetolewa tarehe kumi na tisa mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa ni vipi Wema Sepetu ataripoti pale bodi ya filamu Tanzania kwenda kuzungumzwa kwa kile ambacho kinaonekana na wazi? Inaonekana kwamba ni zile nguo alizokuwa amevaa zipo kinyume na maadili ya taifa la Tanzania. Sasa, kupitia comment section kwenye post ambayo iliweza kupostiwa na bodi ya filamu Tanzania, watu wamekuja na maoni yao tofauti wa kadha wa kadhalika. Kuna mwingine anakwambia Kasheshe hii, sijawahi iona kuna huyu anaitwa mkoa wa TV anakwambia wito ni wito tu inawezekana alishapewa wito wake binafsi akakaidi kufika na huu watu wote kujua ni nzuri pia mabinti wengi kwenye tasnia ya filamu wanajisahau sana binti anatakiwa ajitunze ili aje kuwa na familia yenye maadili baada ya kazi yake na filamu ije ijivunie kuwa na mtu kama yeye kwenye tasnia kuna huyu anaitwa Ben Maningi anakwambia sidhani kama ilikuwa sahihi kuanika huo wito huku badala ya kumpa mhusika mwenyewe ambaye ni Wema Sepetu. Hata mahakamani au mwajiri kwenye kamati yake hawezi kutangaza huku kabla ya kumpatia yule ambaye ni mhusika. Kuna huyu anaitwa Modrico anakwambia, duh, kwa hili mmezingua. Hivi mmechukua maamuzi gani kufanya hili? Acheni kumchokoza Wema na mama na acha kuboresha tasnia ya filamu, mnakuja kuleta uonevu wa kipohoze. Kuna huyu anaitwa DC Gitaa anakwambia Dr. Kasiga hii sina hakika kama umepata na nafasi ya kuipitia na kuisaini na hisi wamechukua tu saini yako wakapachika uandishi mbovu sana. Kuna huyu anaitwa Azma Collection anakuambia kwa nini hajaitwa Gigi Nicole? Mna roho mbaya sana nye. Kuna huyu anakuambia Big Twin anakuambia mbona alishachaga kuigiza inakaaja, he. Kuna huyu anaitwa Joe Faith anakwambia mimi nachekaga tu <laughs> kuna mwingine anakuambia anaitwa Hajis anakuambia seriously, yani anashangaa kwa kile ambacho kimetokea. Kuna mwingine anakuambia vipi kuhusu malaika, mbona wema tu jamani eh, akaweka emoji za kulia. Watu wamekuja na maoni tofauti tofauti kupitia comment section, wakizungumza kwa nini unamuonea Wema Sepetu. Tukiangalia Tanzania, wana tasnia wa filamu wako wengi, wako wakina Nicole, wako wakina nani na huyo huyo gigimani, kwa nini hajaitwa huko kwenye baraza la sanaa Tanzania ambasata lakini mbona ni ile, ile kulinda maadili ya taifa lisije kuharibika zaidi. Nirejee kupitia comment section kwa hiki ambacho wameweza kufanya bodi ya filamu Tanzania kwa Wema Sepetu, je, anastahili ama imekaje? Na kipi ambacho Wema Sepetu ataenda kuzungumza bodi ya filamu Tanzania? Sasa nikwambia ili mradi uweze kufahamu kwa kile ambacho kitaendelea bodi ya filamu Tanzania, basi nakwambia tu bonyeza neno subscribe chini ya video hii ili mradi uanze kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Ni follow pale Instagram na tumia